Barabara inajengwa kilomita tatu lakini na lile daraja pale chini ambalo limekuwa linasumbua kwa miaka mingi nalo linabomolewa, linajengwa upya kwa kutanuliwa, ili wananchi wasipate na ajali. Lakini mradi huu una zaidi ya bilioni hamsini na nne na mkandarasi hapa anapoongea ameshapewa bilioni nane kwa ajili ya kuanza kazi. Barabara hii imeua watu, imesababisha ulemavu na uyatima kwa watu wetu. Mheshimiwa Rais tulivyomwambia mwaka jana, baada ya watu fulani kufariki pale watatu, kama mnakumbuka, nilikuja pale, akamwaagiza waziri wa ujenzi, akamwaagiza mkurugenzi wa TANROADS kwamba mwaka huu kabla hujaisha ujenzi wa hii barabara uanze mara moja, na naomba niwaeleze kwamba huu ndio usikivu wa viongozi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 barabara inajengwa kilomita tatu, lakini na lile daraja pale chini ambalo limekuwa linasumbua kwa miaka mingi, nalo linabomolewa, linajengwa upya kwa kutanuliwa, ili wananchi wasipate tena ajali. Lakini mradi huu una zaidi ya bilioni hamsini na nne, na mkandarasi hapa anapoongea ameshapewa bilioni nane kwa ajili ya kuanza kazi. Barabara hii imeua watu imesababisha ulemavu na uyatima kwa watu wetu. Mheshimiwa Rais tulivyomwambia mwaka jana baada ya watu fulani kufariki pale watatu, kama mnakumbuka, nilikuja pale akamwaagiza Waziri wa Ujenzi, akamwaagiza mkurugenzi wa TANROADS kwamba mwaka huu kabla hujaisha ujenzi wa hii barabara uanze mara moja, na naomba niwaeleze kwamba huu ndio usikivu wa viongozi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 wala msije mkaogopa kitu chochote. Hata kama wewe ndio unayetaka kufanya, hata wewe wala we kufanya, wala wala usiogope wewe kama unataka kufanya wala usiogope, wala mtu asikutishie kwamba bwana, hebu acha, wala wewe nenda tu ukajaribu unachotaka ukifanya, na kudhibitishia na kudhibitishia, yani kabla haujapeleka mguu wako mbele, lazima utakube kusha sali sala baba yetu mara tano <laughs>